Haleluya. Inasema, Mshukuruni Bwana, litieni jina lake, wajulisheni watu matendo yake. yakea Bwana anavazai kama vile ambavyo wewe, ushawitendewa kitu na Mungu, kwani unavyoshuhudia hapa una maana eh, ya kushuhudia ni nini? inamaanisha ilianza mwako, unataka kila moja ajue kwamba Mungu anafanya nini, anaweza ndiyo. Maana tunapoondoa ni aza ni lazima tualike watu waje waone kile Mungu amefanya nini. Maana kuna mahali tulipoanzia, sipo pale tuli. Haleluya! <laughs> sipo pale mali, tumepiga hatua nyingine. Halafu mwimbieni huyo siku, kutakuwa na nyimbo, utakuta kuna nyimbo, hii ni ya vijana, hii ya nani, hii ya Sunday school, inachukuza nani? Wewe siku moja usaitendewa ukaimba kwa nyumba yako. Wewe unaimba kwa sababu ya ndoa Amebadilika mume wangu. <laughs> <laughs> Wajua, acha niwaambie muujiza ambao mwanamke anaupenda sana. Ninyi wanaume mlio hapa, mwelewe na mjue muujiza mwanamke ambao anaupenda sana ni kuona ndoa yake ina amani. Ukimwambia hiyo kanisa haiboni na anaona ndoa yake paka wanaisha, utakosana nawe mwanamke. Amen. <laughs> <laughs> Irage nauliza kwa unajua <coughs> oh, furaha kubwa mke wako ni ile mtu na unampenda nae, na anakwambia kitu unamsikiliza nakusikilizasazi. Anaweza kuwa na pesa yake hata maiweka tu mahali, lakini anaomba, mume wangu hakuna chumvi na <coughs>

Akwambie kitu sina, sina, sina, sina, sina. Nasema siku mapema ana anajuta anatamani kurudi bila hakuna, so furaha, unasikia furaha nzuri ya mwanamke ni upendo kitu kilicho kutoa wao mpaka akakufuata wewe, sikiliza yeye hapo wewe, wewe ukumpata yeye wewe, wewe, wewe, wewe, ulimtongoza alikuwa hajui kweli? Ukakaa mbele ama, we, ama wewe ulioa ukaoga kwa mbele yeye ndio akakufuata kweli? Hapo ni mwanamke wa hivyo, mwanangu, ndio maombi tena. Hata mimi ninajua mimi ninajua mwanamke ndio

mgeni kwa Mungu. Amen. So, wacha nimalizie ibada yangu ya mafundisho hapo, kwa sababu ya muda naona unaenda na ningelipenda umpigie Mungu kofi makubwa. Munguaa to mimi naangalia imenichelewesha vile inafaa simama pale kwa kiti tu, unafika nasimama pale kwa kiti. Sasa, yeah, but... In nilipoangalia hapa ndo nikajua Amina. So, karibuni sana ndugu zangu wapendwa wa Bwana. Aha, naona joto linazidi, wacha nami nizidi, nitawaongezea tu polepole mpaka ifike uh, o inafika huko lakini saa hii kuna list kubwa sa sana. Amen, asanteni sana kwa kuja nyote katika kanisa la Bwana ambalo ni sherehe na pamoja ni ibada. Amen. So ya yeah. Hawa watoto mwaeke mahali pazuri tafadhali. Nawaheshimu sana watoto na nawapenda, usiwaeke mahali babaya babaya. So, so tamanio langu ni kwamba sote tukakuja tubarikiwe na tufanikiwe, na tamanio la Bwana ni kwamba anapenda kuona utukufu wake akiweka kwa mwanadamu kwa sababu ya wale waliookoka wakiwa wamebarikiwa basi watafanya hata wengine waokoke zaidi. Kwa hivyo, Mungu akaweze kukubariki katika ibada ya siku ya leo na neema ya Bwana ikazidi kwako. Bwana Yesu asifiwe sana. So tutafanya ibada zetu kama kawaida Amen. Ya ya praise and worship wataweza, natoenda mbele za Bwana kama kawaida, tufanye ibada kama kawaida. Hizo ma time zingine ndio zitakuwa e, nani hizo za anniversary uko pale mbele amen. Na niko na imani ya Mungu kwamba sote tutatendewa. Eh, karibuni sana Jerusalem Fire Church, the place of the Holy Spirit. Hapa ni makazi ya Bwana. So tofauti ya Jerusalem ziko aina nyingi, lakini the place of the Holy Spirit, eh, ni hii moja. Tofauti ya kwetu sio Jerusalem, tofauti ya kwetu ni the place of the Holy Spirit, yaani kwa kiswahili nasema makazi ya Roho Mtakatifu. So kuna New Jerusalem na kuna whatever Jerusalem, lakini hii inaanzia pa. Difference ya kuwa ni the place of the Holy Spirit. So, karibuni sana, jisikeni hulu Bwana e, alitutendea na Mungu alifanya miujiza mingi mikubwa mahali hapa. Tuliona watu wakipona, tuliona watu kufunguliwa, tuliona, tuliona watu Mungu akiwatendea makubwa. Na hata wewe ulio mahali hapa haijalishi ni mwenyeji ama ni ni mgeni. Sipendi sana kuniita mgeni, hilo jina, kwa sababu hakuna mgeni kwa Mungu, lakini ninajua wewe sio mgeni, na Mungu atakubariki kama vile alivyokuleta. So Mungu akaweze kutenda yaliyo makuu na amani ya Bwana zikaonekane, na ibada zingine zote zikawe nzuri, sikubarikiwe. <laughs>